Masikaka karithi kwa baba wake wizi, how come hivi. Ni vitu ambavyo ndio uharibifu tunaosema unatoka tumboni ha, kwa huyu hawatulii kabisa, na mwanaume mmoja wote wanazalishwa wanazalishwazalishwa. Kwa huyu wana tabia fulani, kwa huyu wako hivi. Jamani, yapo hayapo, ni kama identity fulani. Huu ni aina ya uharibifu ambao unatokaga tumboni vitu natoka nayo tumboni alafu yametengenezwa yamekuwa kama kurithi kwao wanakufanga kwa, wana kwa pressure kwao hawa, yani hawezi kufuka miaka uharibifu. This is manipulation which you came with from your mother's womb. Tunataka kwenda kuangusha tena, sema amen, amen. Tuna dakika kama saba hivi ama kumi. Hakikisha unaomba. Mimi mwenyewe naomba kwa sababu mimi mwenyewe kuna level ambazo naona kabisa bado mimi mahali nilipo sio penyewe bado. A, kuna levu yangu bado sijafika. Nikifika nitasema, lakini bado bado sijaanza kucheka Kizungu mpaka nifike. Kwa jina la Yesu bado sijafika, yaani hata, hata theruthi, hata kidogo, hata point. Bado kuna hatua nataka kwenda, kuna mahali naenda, na ninaona kabisa kuna namna. Wengine wanaweza kaona kama nina speed, ama bado. Mimi naona bado kuna mahali mimi, kuna levu natakiwa kwenda, kwa sababu sijaridhika. Sijui mwenzangu labda wewe umeshafika umekamilisha. Sema kwa jina la Yesu. Kila roho ya kuzuiliwa, kila roho ya mikwamo, kila roho ya kucheleweshwa niliyoibeba kutoka tumboni mwa mama, kutoka tumboni mwa mama, tabia za kurithi zisizokupendeza Bwana nilizozibeba kutoka kwa mama. Sema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninauendea ulimwengu wa roho, ninaufuata ulimwengu wa roho, mahali kokote nilitoka na yasiyompendeza Mungu kwenye tumbo la mama yangu, mapando mapando mapando ma ya uharibifu, mapando ya kuzimu, mapando ya kipepo, majini, mizimo, miungu, roho zote za uharibifu, kabuya za kurithi, sema achia

Yesu na nakifuta kwa damu ya Yesu. Tabia za kurithi zinazo nirudisha nyuma, tabia za kurithi zinazo nikwamisha, na zifuta kwa damu ya Yesu. Futa kwa kina Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Roho ya mazoea, roho ya mapokeo, roho ya kiburi, roho ya kujisabia haki, udokozi, tamaa ya macho, vyote ondoa, vyote ondoa, ondoa, omba kwa damu ya Yesu.

kila wakati kuna michezo. Wewe ondoa hiyo michezo waliokufanyia, ondoa michezo ya kukwama, michezo ya kucheleweshwa. Jambo la kutuki anzisha linakwama kila wakati ya shatana riba da bashigere bubu je tatu ya bashaga riba musika. Mapango ya kichawi, mapango ya kikanga, mapango ya kipepo, mapango ya mizimu, tunayaondoa, tunayafungua, tunayaondoa, tunayaondoa nipopote usimwe napanga kutupongezea nguvu hewa kuzimwachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haleluya, amen. Dalili ya kwamba umechezewa michezo tangu tumboni ni pale unapo encounter stagnation, pale unapokutana na roho ya kucheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Mambo yako tu ndo yanachelewaga mambo yako tu. Ukianzisha biashara wewe tu ndo wa kupata hasara, wenzi wao wapate hasara. Ukifanya jambo wewe tu hapana, haiwezekani, haiwezekani. Kuna vitu mimi pia ninaviangalia hata kwa watumishi wenzangu, unakaa una kabisa, unajiona unaona, God, mimi najua have genuine relationship with you lakini mbona hivi kuna vitu usielewi? Afu mbona kuna wengine yani, shh, wanateleza? Why? Najua wapo wengine ambao they are struggling too na wengine they are struggling more than me, nawezekana wao wamerizika, mi nimekataa. <laughs> Kwanza mimi mapatano yangu na Mungu nimemwambia, sitakutumikia katika kiwango cha chini. Hata kama tunawafanya watu waende mbinguni, waende mbinguni, lakini tuenjoy pia maisha ya hapa kabla hatujaenda mbinguni. Sema amen, amen. Watu wangu wawe na maisha safi, mimi mwenyewe niwe na maisha safi. Hatufanyi uganga wa kienyeji. Pokea baraka za Bwana. Unabariki watu alafu wewe mwenyewe baraka zenyewe huna? Huyo mungu mganga, hakuna baraka. Zianze na sisi sema, amen amen, ili walio nje waseme hakika Mungu wao anabariki. Sema amen, amen. Lakini kiukweli kuna mikwamo, kuna mikwamo. Watoto wa wenzio wanafaulu, wa kwako tu wakija wanachezea namba three digit wa mia na. Hapana, tunataka watoto wetu waanze kuoperate kwenye single digit position, position za shule. Kama unaamini sema amen, amen. Wao wanaweza, wana nini na sisi tushindwe? Tuna nini? Yawezekana wana miungu yao, lakini Mungu wetu ni mkuu kuliko miungu yao. Manipulation yoyote waliokufungia kuweka the spirit of stagnation, Roho ya kukwama, roho ya kucheleweshwa, leo tunapiga. Mimi mwenyewe kuna mambo yangu siyaelewe. Ukiona ninaomba sana, fatilia ya maombi yangu, siombei tu nami nakoma, kwa sababu najua ndo navuka hivo, siangali wa kulia wala wa kushoto, kwa sababu kuna vitu vyangu ninavitaka mwaka huu hauvuki, lazima niwe nimefika katika jina la Yesu. Sema amen, sema amen, sema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho ya kucheleweshwa roho ya kupunguzwa nguvu, roho ya kucheleweshwa ile, roho ya kauzibe, roho ya kukwamishwa, roho ya kukataliwa, roho ya kupunguzwa spidi, kwa ya Yesu ysooya cio cooya ci ioroya cie kila unachokianzisha kinakwama, hapana, hapana! Kwa damu ya Yesu, nasema kwa damu ya Mwana Kondoo, mwakupite, mwakupite, mwakupite, mwakupite, mwakupite kwenye njia zako, mwakupite kwenye biashara zako, kwenye kazi zako, kwa watoto wako. Wewe ambao umewekewa roho ya kucheleweshwa, wewe ambao umewekewa roho ya kukwamishwa, hiyo roho ya kauziba

Hapa hapa hapa, ni wrong number hapa, sio penyewe. ha ha, jaribu pengine ha, sio hapa, fata ni Yesu. Ha, mimi nakataa

ya weka pauzibe kuna <liputina su> watu unapatiwa kupanda cheo, wanapeleka maneno kwa wana boshi, hao ndio wanaweka mazuia. Kuna watu wanakurekomendi, wana vibaya piga waliokuwa kwenye mlango, wanaokuchongea jambo lako liangushwe, wanaokuchongea jambo lako lirudi nyuma, piga hao hao, yeyote awe ni mtu, awe ni mshirikina, awe ni mchawi, awe mwabudu miungu yeyote, anayepambana kukomesha mipango yako, piga, aliye mbele yako, aliye mbele yako, aliye mbele ya lango lako, haongwi kutoka kwa piga, piga, piga. Sema kwa ya Yesu. Inua sauti yako sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila mshirikina aliyeweka kauzini, aliyeweka maneno ili kunikwamisha mafanikio yangu, ili kuzuia njia zangu, ili kuzuia kesho yangu, aliyenichelewesha kwa mdomo wake, aliyenichelewesha kwa maneno yake, aliyenikwamisha kwa masengenyo yake, akaenda kuchungua mdomo ule, mchawi msihiri, mpiga mafundo, msoma nyota, sema

Aya, washa moto, washa moto kwa huyo mchawi, huyo mganga yeyote, hata yule aliyepokea kijiti Achim. kutoka kwa wale ambao walifanya ukiwa tumboni mwa mama yako, yule aliyepokea kijiti ukiwa mtu mzima ili kukukwamisha, tandika, usihurumie aliyekaa kwenye malango ya kufanikiwa kwako, aliyekaa kwenye mlango wa kuinuliwa kwako, aliyekaa kwenye lango lako la baraka akatamka maneno ka uchawi cawe na sadaka ile mshirikina keda, nampelekea moto. Napiga wachawi, napiga kiburi zao, napiga duma zao wote, kwa jina la Yesu, wote wanaopambana na mewe kwenye huduma, wanaopambana na kanisa, wanaopambana